Mshukuru Mungu amekufungua, amen. Amina. Nilikuwa nimekaa pale moni mwangu, nikaambia tu nikuombe. Amen. Amina. Umejua umekujaji hapa? Umefikaje hapa? Nilishikwa na aunti lakini baadaye sikujua kinachoendelea. Ulikuwa na shida, mm, kabla?

nimeona umekaa pale nikakuangalia nikasikia kukuita siku nyingine popote pale ukienda kusali wakitaja kitu ambacho kinakuhusu unatoka sawa, sawa. sawa. mi sijui maisha yako sijui ndio nimekuona leo kwa mara ya kwanza eh, eh, lakini mungu ni mwema amina amekufungua amina unasema mke wa mjomba wako ndo amekuleta hapa mbele si ndio? sasa yeye baada ya ibada umwambia akuhadithie Simesema hujui chochote, tumejikuta chini, sindio? Kwa yeye, yee atakuhadithia kazi kuu tatu za shetani. Anasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Yesu, kuharibu, Yesu anasema nimekuja kisha wawe nao tele. sawa? Sawa, chochote kile hata kama ni nguvu za kigiza kwenye maisha yako, kishaziona zinatenda kazi. Kazi yake kuni tatu, kwa Yesu ndiye amekufungua. Hakikisha humwachi Yesu. Hakikisha humwachi Yesu. Yes, tunalewana? Yes. Kila siku soma neno la Mungu sawa. Kila siku soma neno la Mungu, kila siku omba, kwa sababu neno la Mungu nasema hivi, pepo mtokapo mtu huwa anaenda mahali pasipokuwa na maji then, then atarudi kuona kama nyumba yake ni safi narudi kuchunguza, akikuta pamekaa ndivyo sivyo, anarudi na akirudi, anasema hivi anata mapepo mengine saba yenye nguvu kuliko lenyewe yanakuja yanaingia ndani. Kwa hiyo mwisho wa mtu yule huwa mbaya kuliko, kuliko mwanzo, sababu mwanzo niali moja yanaingia saba yenye nguvu kuliko lenyewe, jumla yanakuwa nane. Hakikisha hauachi okay. Ibada mimi sijui naabudu wapi, mimi ni mwanglikana, hakikisha hauachi ibada. Sawa. Sawa, hakikisha unasali neno la Mungu soma kila siku amen. Omba kila siku amen. na cho chochote ambacho nikikusudia kwako hakitatikatokea kwa jina la Yesu amen. Mungu akubariki sana.